Waislamu wengi. Waislamu wengi miongoni mwetu wengi tunachukua mila za kikafiri wengi, na ndio maana nakuja kwenye swala hii. Ukisikia Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, hii ni miungu yote ya Kirumi. Hii yote ni miungu ya Kirumi. Monday hii, wanaita Monday, ilikuwa ni Monday siku ya kuabudu mungu mwezi ile moon wakaweka day. Ile sio monday, a a, ile ni monday. Monday yani siku ya jua ya mwezi. Tuesday wanaabudu nyota, mpaka inakwenda siku ya Sunday. Sunday siku ya jua, hii siku ambayo alikuwa akiabudu mfalme Konstantini. Hii ndio ikaja, unaambiwa kuna friday ndio Ijumaa. Ile sio Friday, ile ilikuwa ni free day. Mwenyezi Mungu anasema, inapoadhiniwa ibada siku ya Ijumaa, acheni shughuli zenu mkaswali. Free day, yani siku ya kuacha kufanya kazi. Wa wazungu akaona tukiifanya free day yao watajua Friday. <laughs> Aya, mimi kule nyumbani wanasema nataka nyama ya fry, ina maana nataka nyama ya kukanga, si ndio? Sasa Friday siku ya kukanga? Hebu Waislamu kwanza, hetu hiki ni Kiingereza kweli hiki? Friday siku ya kukanga nini? hii sio Friday, inaitwa free day kwa hiyo miaka ya Kiislamu kama alivyosema ndugu yetu inaanzia pale hijiria alipoanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalam, lakini miaka yote hii sijui elfu mbili na tano sijui elfu mbili na nne mtu unamkuta saa sita usiku anasema nasherekea mwaka mpya. Unasherekea mwaka wa kikafiri, ukifa pale motoni. Yaani ukifa unasherekea ule mwaka wa kikafiri ule wa saa sita na dakika moja unakwenda motoni, wala huulizwi ni mwaka wa kikafiri huo, unasherekea mwaka ambaye Mfalme Konstantin alikaa akapanga miungu yao, Januari, Februari. Hii Januari ni mungu alikuwa akiabudiwa, ana sura mbili, mbele kama nyuma, nyuma kama mbele, anaitwa Januari. Alafu Februari, Februata, mungu mwanamke. Wanawake huwa wana siku zao, ndio maana unakuta Februari ina siku ishirini na nane siku mbili wametoa kwa sababu huwa yuko katika siku zake, yuko katika tohara. ndi akasema hii ni Februari, Februata mungu mwanamke, mungu aliyekuwa akiabudiwa na Warumi. Ndio yale yalikuwa akiabudiwa na masanamu Lata, Uza na Manati, na wao Warumi walikuwa nayo Februata. Ni mungu mwanamke. Jamani, mwezi Februari una siku ngapi? ishina nane tu, tumeumaliza juzi hapa. Mungu mwanamke huyo ishirini na nane, ishirini na tisa, thelathini, thelathini na moja, siku nne. Hayuko katika toara mwezi gani bwana? Februari huyu ah, mwezi wa kikafiri huu. Ni mwezi tulio yote, hii Machi, Aprili, Mei, Juni, Julai, Agosti, Septemba, Oktoba, Novemba, Desemba, yote ni miungu ya Kirumi. Ukichukua hii unachukua na hii Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Friday, yote inapata mia tatu sitini na sita ni miungu ya Kirumi. Ndio maana utakuta mtu anavaa saa saa tatu, unamuuliza bana, saa ngapi hizi? saa tatu, anakuambia saa tisa, saa hii saa tisa bwana, yani wametubadilisha akili zetu Warumi tuko katika Uislamu, lakini tuko kwenye ukafiri kidogo. Warumi watu wabaya sana hawa. Kwa hiyo hii yote ni miungu yote, miaka na siku. Sisi kwetu magharibi inaingia, yaani siku ya pili inaingia baada ya magharibi, na ndio maana mwezi ukiandama, siku inayofata tunafanyeje? Tunafunga siku ile ile, mwezi unaandama, watu wanaswali tarawehe, kwa sababu siku imeshageuka. Sasa miezi ya kikafiri na siku za kikafiri, siku inabadilika saa sita na dakika moja usiku. Ni siku za kikafiri zote. Swali lingine.